Naapa kwa nyota inapotua. Mwenzenu huyu hakupotea wala hakukosea, wala hatamki kwa matamanio. Hayakuwa haya ila ni ufunuo uliofunuliwa. Amemfundisha aliye mwingi wa nguvu, mwenye kutua akatulia, naye yuko juu kabisa, upeo wa macho. Kisha akakaribia na akateremka, akawa ni kama baina ya mipinde miwili au karibu zaidi akamfunulia mja wake alichomfunulia. Moyo haukusema uongo ulioyaona. Je, mnabishana naye kwa aliyoyaona? Na akamwona mara nyingine penye mkunazi wa mwisho, karibu yake ndiyo ipo bustani inayokaliwa. Kilipoufunika huo mkunazi hicho kilichoufunika, jicho halikuhangaika wala halikuruka mpaka kwa yakini yaliyoona katika ishara kubwa kabisa za mola wake mlezi. Je, mmemwona Lata na Uza na Manata mwingine watatu? Je, nyinyi mnao wana wanaume na yeye ndiyo awe na wanawake? Huo ni mgawanyo wa dhuluma. Hayo hayakuwa ila ni majina mliowapa nyinyi na baba zenu. Mwenyezi Mungu hakuleta uthibitisho wowote juu ya hayo. Hawafuati ila dhana tu na kipendacho nafsi, na kwa yakini uongofu ulikwisha wafikia kutoka kwa Mola wao Mlezi. Ati mtu anakipata kila anachokitamani? Mwenyezimungu tu ndiye mwenye dunia na akhera. Suratu Najm imeteremka Makka. Kiapo mwanzo wa sura hii kinadhihirisha ukweli wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika anayoyasimulia ya habari za wahi, yaani ufunuo, na anayoyafikisha kutokana na huo ufunuo. Hakupoteza kitu katika hayo wala hakukosea, na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kweli katika aliyoyazungumzia juu ya safari yake ya kwenda ya mbinguni katika hayo yaliyotokea ya miraji Jicho lake halikuhangaika wala halikuruka mpaka. Kisha sura inaingia kueleza uchache wa akili za makafiri kwenda kuabudu masanamu walioyaunda wenyewe kwa mikono yao, wakayaita majina yao wenyewe, kama walivyowaita malaika kuwa ati ni wanawake, baada ya kumfanya Mwenyezi Mungu ana mabinti na wao wenyewe wawe na watoto wa kiume. Kisha sura inamtaka mtume sallallahu alayhi wasallam awapuuze, na mwachilie mambo yao, Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki na kuumba vyote viliomo mbinguni na kwenye ardhi, na yeye ndiye atakayemlipa muovu kwa uovu wake na mwema kwa wema wake, naye ndiye mjuzi kabisa wa yote yanayopita kwa viumbe vyake na hali zao. Yakafuatia hayo kulaumiwa anayekanya kuhisabiwa kila mtu kwa vitendo vyake, kama yalivyokwishapita kwa shari zilizotangulia na ikasimuliwa na vitabu vya Musa na Ibrahim. Na aya hizi zimethibitisha maana haya yaliyoelezwa katika uwezo na ishara za Mwenyezi Mungu katika mataifa yaliyokwisha tangulia. Kisha sura inahitimisha kwa kuweka wazi kwamba Qurani ni onyo miongoni mwa maonyo walioonywa kwayo kaumu zilizokwisha tangulia, ili wapate kutahadhar na siku ya Kiama ambayo imekaribia wakati wake na sura inawalaumu makafiri wanaoikataa Qurani kwa kughafilika kwao huko, na wakawa wanacheka badala ya kulia na kuaidhika kwa Qurani. Na ikawataka waumini wamsujudie Mwenyezi Mungu aliyeiteremsha na wamwabudu yeye tu. Ninaapa kwa nyota inapotua kwa kutwa, ya kwamba Muhammadi hakuiacha njia iliyo sawa ya kufuata haki, na wala hakupata kuitakili upotovu wala halitoki katika anayoyatamka ya Kurani kwa mapendo ya nafsi yake. Hii Kurani anayoitamka si chochote ila ni wahi, yani ufunuo uliotoka kwa Mwenyezi Mungu, anamfunulia yeye. Aliyemfundisha ufunuo huu ni mwenye nguvu nyingi, ambaye ametua akili zake na mauni yake, akasimama sawasawa katika sura yake naye yuko upande wa juu katika mbingu upeo wa macho wa mwenye kuangalia. Kisha Jibrili alimkaribia na akazidi kukaribia hata akawa ukaribu wake ni kiasi ya mipinde miwili, bali karibu kuliko hivyo. Jibrili akamfunulia mja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake alichomfunulia, na ufunuo huo ni jambo lenye shani kubwa na athari ya mbali kabisa. Moyo wa Muhamadi haukukanya yale macho yake aliyoyaona. Hivyo nyinyi mnamkadhibisha Mtume wa Mwenyezi Mungu na mnabishana naye kwa aliyoyaona kwa macho yake. Na bila shaka Muhammadi alimwona Jibrili kwa sura yake mara nyingine katika pahala pasipojuulikana ila na Mwenyezi Mungu tu, ambapo amepaita Sidratulmuntaha, mkunazi wa mwisho na kasimulia kuwa hapo ndiyo ipo Jannatul Mawa, bustani inayokaliwa vikafunikwa na, na kuzibwa kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu visiyoweza kuelezwa. Jicho la Muhammadi halikubabaika kwa aliyoyaona na wala kukiuka mpaka yaliyoamrishwa kwa kuona kwa kwake huko. Hakika ameona mengi katika ishara za Mwenyezi Mungu na maajabu yake makubwa makubwa. Je, yeah, mmeyajua hayo na mkayafikiri? Akina Lata na Uzza na Manata huyo mwingine watatu, mliowafanya kuwa ni miungo kuabudu, mkagawa nyinyi mwe wa watoto wa kiume na mkamfanyia Mwenyezi Mungu awe na watoto wa kike. Huo basi ni ugawaji wa dhuluma, mnamgawia Mwenyezi Mungu kile mnachokichukia nyinyi wenyewe hayo masanamu yenu si chochote ila ni majina tu yasiyo na maana yoyote ya kiungu, mme atunga nyinyi na baba zenu kwa kufuata pumbao lenu la upotovu. Mwenyezi Mungu hakuteremsha nayo hoja yoyote ya kufanikisha u uzushi wenu, mna walaiya na wa, wafuati la ni vanna tu na kifeza chonyoyo zao zizopotoka na kuwacha maombili yaliyo sawa na hakika yalikwisha wajiya kutoka kwa mola wao mlezi yenye uongofu na iti ongeli ufuata. Huo mwanadamu hapati kila anachotitamani ya kupata uombezi wa haya masanamu au mengineyo anayoyatamani kwa nafsi yake, kwani mambo yote ya duniani na ahera ni ya Mwenyezi Mungu peke yake.

Huwa na wako malaika wangapi mbinguni ambao uombezi wao hautafaa chochote isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia. Hakika wasioamini wa akhera bila shaka wao ndio wanawaita malaika kwa majina ya kike, nao hawana ujuzi wowote kwa hayo, isipokuwa wanafuata dhana tu na dhana haisaidii chochote mbele ya haki. Basi mwachilie mbali anayeupa kisogo ukumbusho wetu na wala hataki ila maisha ya dunia. Huo ndiyo mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako Mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuipotea njia yake, na yeye ndiye anayemjua zaidi mwenye kuongoka. Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi, ili awalipe waliotenda ubaya kwa walioyatenda, na waliotenda mema awalipe mema. Ambao wanajiepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu, isipokuwa makosa hafifu. Hakika mula wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira, naye anakujuweni sana tangu alipokuumbeni kutoka kwenye ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msijisifu usafi, yeye anamjua sana mwenye kujikinga na maovu malaika wengi wa mbinguni juu ya ubora wa vyoo vyao haufai kitu ombezi wa wao isipokuwa baada ya kupewa idini huyo mwombezi na Mwenyezi Mungu mtukufu na kumridhia huyo mwenye kuombewa. Hakika hao wasioiamini ahera ndiyo bila shaka wanaosema kuwa malaika ni wanawake, wanasema malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu, na kwa kauli hii hawana ujuzi wowote hawafuati kitu ila dhana zao tu zilizopotoka, na dhana haifai kitu mbele ya haki. Basi jitenge nao hao makafiri waliopuuza Qur'ani, na ikawa hamu yao si chochote ila uhai wa duniani tu, wakiyakataa yenye maslaha nao, hayo nayafuata katika itikadi zao na vitendo vyao, ndiyo ukomo waliyofikilia katika elimu. Hakika mwana wako mlezi anamjua vyema leshikiliya upotovu, na anamjuwa vyema alielekea kupokea uongofu. Na ni vya Mwenyezi Mungu pekee vyote viliyomo katika mbingu na ardhi, kwa kuviumba na kuvidabiri, ili awalipi waliopoteya wenye kufanya viyovu vitendo vyawo, na awalipi waliohidika watu wema kwa malipo yaliyo mema. Wema hao ndio wale wanaojitenga na madhambi yenye adhabu kubwakubwa, naye anayochukiza mno, lakini Mwenyezi Mungu husamehe dhambi ndogondogo. Hakika mola wako mlezi ni mkuu wa kughufiria, naye anajuwa vyema hali zenu, kwani yeye ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi, na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu, katika hali zenu mbalimbali za kukuwa na kugeuka. Basi msikaye mkijisifu nafsi zenu kuwa mmesafika kwa pika, kuwa kujigamba na kujifahari, na yeye ndiye mjuzi mkubwa kabisa wa kila mwenye kumcha na akajisafisha nafsi yake kweli kweli kwa uchamungu wake.

Je, umemwona yule aliyegeuka na akatoa kidogo, kisha akajizuia? Je, yeah, anayo huyo elimu ya ghaibu, basi ndiyo anaona? Au hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa na vya Ibrahimu aliyetimiza ahadi ya kwamba hakika nafsi iliyobeba madhambi haibebi madhambi ya mwingine, na ya kwamba hatapata mtu ila aliyoyafanya mwenyewe, na kwamba vitendo vyake vitaonekana, kisha ndiyo atalipwa malipo yake kwa ukamilifu, na kwamba kwao Mola wako Mlezi ndiyo mwisho, na kwamba yeye ndiye anayeleta kicheko na kilio, na kwamba yeye ndiye anayefisha na kuhuisha na kwamba yeye ndiye aliyeumba jozi dume na jike kutokana na mbegu ya uzazi inapomiminwa na kwamba ni juu yake ufufuo mwingine na kwamba ni yeye ndiye anayetosheleza na kukinaisha na kwamba hakika yeye ndiye mola mlezi wa nyota ya Shira na kwamba yeye ndiye aliyewaangamiza Adi wa kwanza na Thamudi, hakuwabakisha na kabla yao kaumu ya Nuhu, na hao hakika walikuwa ni madhalimu zaidi na waovu zaidi. Na miji iliyopinduliwa ni yeye aliyeipindua, vikaifunika vilivyofunika. Basi neema gani ya Mola wako mlezi unayoifanyia shaka? Hili ni onyo katika maonyo yale yale ya zamani. Kiyama kimekaribia, hapana kufichua isipokuwa Mwenyezi Mungu. Je, mnayastajabia maneno haya, na mnacheka, wala hamlii, nanyi mmeghafilika? Basi msujudieni Mwenyezimungu na mumwabudu. Ukamwona so anayepuuza kuifuata haki na akatoa kidogo katika mali na halafu akakata kabisa kutoa. Je, huyo anayo elimu ya kujua mambo ya ghaibu? Basi kwa hivyo ndiyo anayajua yanayempelekea kuiacha kuifuata haki na akafanya ubakili wa mali? Kwani huyo hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa na Ibrahimu aliyefika ukomo wa kutimiza aliyoagana na Mwenyezi Mungu ya kwamba hapana mtu atakayembelia dhambi mwenginewe na kwamba mtu hapati ila malipu ya vitendo vyake mwenyewe na kwamba vitendo vyake vitakuyetangazwa na ataviona siku ya Kiyama, iwe ni kumtukuza mtenda mema na kumkebehi mtenda maovu, kisha kila mtu atalipwa malipo anayo stahiki na kwamba kwa hakika ni kwa Mola wako mlezi, wala si kwa mwinginewe, ndiyo miyadi ya kurejeya. Na yeye peke yake ni mwenye uweza wa kufanya uso uonyeshe furaha au maumviko, na piya ni mwenye kuziumba sababu za starehe na viki. Na hakika ni yeye ndiye mwenye kuondowa uhai na kuuleta, na yeye ndiye aliyeumba vitu kwa jozi, yani lume na jike binadamu na wanyama kutokana na manii yanayomiminwa. Makusudio ya aya hii tukufu ni kuonyesha uwezo Mwenyezi Mungu Mtukufu kwamba yeye ameumba waume na wake katika wanadamu na wanyama wote kutokana na tone la manii ambayo humohumo mna humo ume na uke, na juu ya udogo wake na udhaifu wake, ndiyo chemuchemu ya uhai. Umuujiza wa Kurani unadhihirika katika aya hey, hii tukufu ukikumbuka kuwa ulimwengu ulikuwa haujui mpaka hivi karibuni kuwa katika maji ya mwanamume ndiyo zimo mbegu yaani spams na katika maji ya mwanamke na vijiyai hey, yani ova ndiyo vikakutana, vijidudu vya manii ya mwanamume na vijiyai hey, vya mwanamke vikawa kitu kimoja, ndiyo hiyo huwa mimba ukweli huu ulitajwa na Kurani kabla ya kuvumbuliwa na elimu za sayansi. Na juu yake yeye ndiyo kufufua baada ya kifo, na yeye ndiye anayetoa kinachotosheleza na akaridhisha kwa kinacho kinaisha na cha kuweka akiba. Na hakika yeye ndiye Mola mlezi wa hii nyota kubwa inayoitwa Shira, yani Sirius au Dogsta. Makusudio hapa ni nyota hiyo inayoitwa Shira Alyamania, au wanavyoita wazungu Sirius au Dog Star. Nyota hii inang'ara kwa nguvu zaidi kuliko nyota zote ziliomo katika kikundi cha nyota kinachoitwa Alkalbul Akbar, kwa kizungu Kenis Meja au Greta Dog. Nyota hiyo ndiyo inayozaga sana mbinguni na huonekana kusini ya mstari wa kati wa mbinguni kiasi ya daraja kumi na nane. Na kwa jina hilo la nyota ya mbwa ikijulikana hata miaka elfu tatu iliyopita katika mabaki ya michoro ya wafirauni wa Misri imeashiriwa pia. Mwenyezi Mungu ameitaja hasa kwa kuwa Waarabu walikuwa wakiabudu hapo kale wa na pia Wamisri wa zamani kwani kutokea kwake upande wa mashariki katikati ya mwezi wa Julai kabla ya kuchomoza jua kulikuwa kunawafikiana na wakati wa mafuriko ya Misri ya kati, yaani katika tukio muhimu kabisa katika ulimwengu huo wa kale. Na tukio hili huenda ndilo lililofanya kuanzisha kuwekea kiwango urefu wa mwaka katika dunia nzima, kwani kudhihiri nyota ya Shira kabla ya kuchomoza jua hakutokei ila mara moja tu katika mwaka. Basi huu ndio mwanzo wa mwaka mpya. Na yeye ndiye aliyewateketeza kina Adi wa mwanzo, kaumu ya Nabi Hudi, na akawateketeza Thamudi, kaumu ya Nabii Saleh, hakuwabakisha. Na aliwaangamiza kaumu ya Nuhu kabla ya kuangamiza Adi na Thamudi. Hakika hao walikuwa wamekithiri kudhulumu na wamezidi kwa waasi kuliko Adi na Thamudi na miji ya kaumu Luti iliyopinduliwa juu chini, ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeipindua, akaizunguka kwa kuiadhibu kama alivyoizunguka. basi katika neema za mula wako mlezi unashaka nayo ipi? Hii Kuraani ni onyo katika jinsi ya yale yale maonyo ya kale walioonywa kwayo watu waliotangulia. Kiyama kimekaribia, na wala hapana kukujulisha wakati kitakapotokea ila mwenyewe Mwenyezimungu. Hivyo nyinyi mnapinga kila la kweli, na mnaitajabiya kukwika tahi Kurani na mnacheka kwa kejeli na masukara, wala hamlika mafanyavyo wenye yakini, nanyi mmo katika pumbao la kutakabari. Basi msujudieni Mwenyezimungu aliyeteremsha Kurani kuwa ni uongovu kwa watu wote na mwabuduni yeye tu peke yake mwenye mwenye kutukuka kwa utukufu wake.